Hii ni taarifa ya kuhuzunisha sana kwa wapenzi wa muziki wa rege ulimwenguni, mara baada ya taarifa ya gwiji wa muziki wa rege Jimmy Cliff kufariki dunia. Huyu ni mwimbaji maarufu wa muziki wa rege kutoka Jamaica, anaitwa Jimmy Cliff, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka themanini na moja. Mkewe Latifa Chambers amesema kupitia ukurasa wake wa Instagram na nukuu kile alichokisema e, Bi Latifa Chambers, kwa huzuni kubwa Napenda kuwajulisha kwamba mume wangu Jimmy Cliff amefariki kutokana na kifafa. Nashukuru familia yake, marafiki, wasanii wenzake na wafanyakazi wenzake waliokuwa naye katika safari hii. Kwa mashabiki wake wote duniani, fahamu kuwa msaada wenu ulikuwa nguvu yake katika maisha yake yote. Jimmy, mpenzi wangu, pumzika kwa amani. Ujumbe huo pia ulisainiwa na watoto wake ambao ni Lily pamoja na Aiken. Cliff aliwahi kutoa nyimbo maarufu kama You Can Get It If You Really Want, I Can See Clearly Now na Wonderful World, Beautiful People pamoja na kugonga vichwa vya habari kupitia filamu ya mwaka 1972 The Harder They Come. Alizaliwa St James, Jamaica mwaka 1944 na kuanza muziki miaka ya 1960 akiwa miongoni mwa wasanii wachache waliopata Order of Merit. Cliff aliendelea kutoa albamu na kushirikiana na wasanii maarufu akiwemo Wyclef Jean. Pumzika kwa amani gwiji mkongwe wa muziki wa reggae Jimmy Cliff.